Kwa kweli leo nimefurahi sana mpira huu ulivyoshinda hii. Na sasa angalau Taifa Star wameipa heshima nchi yetu. Taifa Star oi Tanzania oi yale magoli leo, leo nimeona mpira sio, si ule wa, wa siku za nyuma. Huu ni mpira mzuri, ndio maana mimi sikutaka leo kwenda kabisa niuangalie hapa. Nawapongeza sana Watanzania, nawapongeza wote waliohamasisha kwa ushindi mkubwa. Na nimefurahi kwa draw iliyochezwa kule kuvade na na Lesotho lakini sasa tunaenda vizuri hapa. Sasa mambo poa kabisa hapo, poa. Na wale wanaokula hawa wachana, ah, <laughs> very good, excellent, safi kabisa. Mungu awabariki Watanzania wote.